Mimi kwa majina naitwa Mesha Kiona Ngamando, ni wakili wa kujitegemea ambapo leo tulikuja katika siku ya kwanza usikilizwaji wa shauri la rufaa lakina wateja wetu ambao walihukumiwa kufungwa maisha ambao ni akina Nyundo pamoja na wenzake, ambapo baada ya kuwa wameshahukumiwa kwenye kesi ya msingi tulikata rufaa, ambao rufaa yetu ile tulikata ikiwa na sababu 33 lakini kwa leo wakati tumeanza kuisikiliza, tulizikategorize zile sababu zikawa ziko katika mafungu tisa, ambapo leo tumejadili mafungu mawili tu ambayo tumejadili effectively. Ambayo kundi la kwanza tulianza kuijadili charge sheet, mapungufu ya charge sheet, na kundi la pili tukaja kujadili masuala ya, ya ambayo yalikuwa ni masuala ya, ya caution statement yale maelezo ma, ma, ma ya onyo ya mtuhumiwa ambapo baada ya hadi kufikia saa tisa kamili, basi pande zote, kwa upande wetu tulikuwa tumeshachoka sini ya wasonga kabidi ya mwadresi jaji kumwomba ili kesi hii iahirishwe mpaka tarehe nyingine. Kesi inakuja tarehe tisa. Mwelekeo kwa haraka haraka wa kesi yenyewe tangia siku ya kwanza huko nje. Ah, mwelekeo kesi yenyewe wenyewe na hiyo waandishi wa habari mlikuwa washuhuda, mlikuepo mle ndani, mnaangalia kila kitu kilikuwa kinachukuliwa vizuri na mwenendo unaendelea vizuri. Naisi mlikuwa mnaangalia. Na imani mmeangalia wakati tunajadili charge sheet. Charge sheet ilikuwa ina mapungufu makubwa sana. Charge sheet, yani kuna procedure vitu vingi ambavyo vilikuwa vina mapungufu, ambavyo ndo bado hata tarehe 9 mtakuja kuvisikia hivyo vingine tena mapungufu mengine ambayo yalikuwepo katika, katika kesi ya msingi. Kama kila mahakama ina, ina, ina, ina mamlaka kutoa maamuzi, kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ilitoa maamuzi kwa presha ya jamii, hapana. Mheshimiwa Hakimu aliridhisha kutokana na ushahidi aliyousikiliza aliridhika, ndio maana akatoa maamuzi yale, lakini siwezi nikasema kwamba alitoa kwa sababu ya presha ya jamii, hapana. Alitoa kulingana na yeye alichokiona kwenye mwenendo wa shauri zima na sisi tukaona kuna mapungufu na ndio maana tukakata rufaa. Kwa hiyo kila, kila kitu kina, ki, yani yeye alifanya, alifanya kwa levo yake kuona kwamba ni sahihi. Lakini sasa uwezo kaacha; lazima uende ngazi ya juu na yeye ende kaangalie, sisi tutaupokea. Yani na sisi hatuwezi tukapinga uamuzi wa mahakama, mahakama ndio inayotoa maamuzi, na kama tutaupinga, tutaupinga kisheria kama tulivyoupinga ule wa awali ambao tumeupinga kisheria na hadi sasa hivi tuko tunaendelea nao.